Au labda amesahau, au sio, ile raka ya nne bali akai tahiyati akapanda kaenda raka ya tano. Sisi tukunyuma ta yake tunamwambia Imam, subhanallah, Imam amekaa ngumu, amekataa mikata, na we uko nyuma hapo, utafanya nini? na ulizeni, utafanya nini? Kuna mtu anajua? a utakaa chini naam? na mimi fuata yeye hata kama kama akienda bado akasema Imam Imam amekataa kurudi. Nitaleta tahiyatu yangu nichukue salamu nichukue viatu vyangu huyo. Sasa katika hali kama hii au uwezi kumfuata Imam. Utakaa, utamsubiri pale chini. Tetea tahiyatu yako, lakini pia haukuruhusiwa kutoa salamu kabla ya Imam utamgojea Imamu aje alete tahiyatu yake atoe salamu, ndio wewe pia utatoa salamu. Baada ya kutoa salamu, ndio mmoja kati sisi atamwambia Imamu, rakaa tano. Wewe atakapoambiwa hivyo, basi atasujudu sida kusahau, sida tisa, na sisi sote tutasujudu nyuma yake, pamoja na kwamba makosa ni yake, lakini hatuwezi kumfuata. Umefahamu? Hatuwezi kumfuata na ndio hii hadithi ambayo imo ndani ya Sahihi Bukhari ameelezea Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari. Mtume aliwahi kuchagua majeshi wanakwenda vitani, mtume hakuenda hizi vita. Sisi kwa makini sana mizani hii masala kufuata kiongozi lao, alikuwa ni kiongozi wa Uislamu lao, mtume hakuenda hizi vitani. Mtume alibaki Madina, akachagua majeshi akawaambia, bwana huyu ndio kiongozi wenu, commander in chief, amiri jeshi wa hii kundi ni huyu. Basi safari ikaanza, mtume akawaombea Mungu akatoka kwanza. Walipofika mbele kule, yule amiri akawaambia wale majeshi wote kwamba jamani, tutalala hapa kwa sababu safari bado ni mbali, mpaka kesho tutaanza safari na tukiendelea. Basi yule amiri akatoa amri hema ijengwe, ikajengwa mahema. Akatoa amri ikusanywe kuni katika sehemu moja, tita la kuni ikakusanywa, furushi la kuni kubwa sana kubwa akatoa amri ile kumi iwashwe moto, ikawashwa moto mkubwa. Basi akawaita wale majeshi wote. Hii hadithi ya Sahihi Bukhari, ndugu yangu. Akawaita wale majeshi wake wote, akawaambia jamani, sikizeni, mimi ni kiongozi wenu na mtume anasema samaan wataa ni jikumuleni kuisikiza amini kiongozi na kumtii na akawapa ile aya na ni Qur'ani, atii Allaha wa atii rasul wa uli al-amri minkum, mtii Mwenyezi Mungu mtihini mtihini wakini, ziwenu, ziwenu, na mtii mtume wake na kiongozi wenu pia mpate kumtii. Basi mimi ndio kiongozi wenu, nawapa amri kila mmoja wenu aanze kuingia ndani ile. Hadithi ya hapo ndugu zangu, Sahih Bukhari, sikumwambia. Bwana mmoja akaruka akamwambia ya amin sisi wengine tumesilimu kwa sababu <laughs> <Basi, laughs> ya kuepuka moto wa jahannam takuingiza mtume. Basi pale ile kundi ikunjikia pale, watu wakapaki virego vyao, wakaudi mpaka kwa mtume. Walipofika kwa mtume, wakawambia Rasulullah, tumefika njiani naconeani kadha na kadha na kadha. Mtume kama akawambia nini? Mtume akawambia vitu vengini, akawambia, akawambia lau dakhaltumuha ma harajtum abada. Lau ungeliingia ndani hiyo moto msingetoka huko ndani milele nasema zigtaeae basi. Mtume anamwambia huyu, lau ungeliingia kwa amri ya kiongozi usinge usingetoka huko ndani milele. Mtume akataja kauli yake ambayo inajulikana, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq innama ta'atu fil ma'ruf. Hakuna ta'a, hakuna kumtii kiumbe katika jambo la kumaasi muumba. Hakika ta'a ni katika mambo ambayo inaambatana na sheria. Haikatoka ni katika mambo ambayo inaambatana na sheria. Sasa wewe mtu anakuambia kula mchana na wewe unakula. Ukiulizwa unasema hii madhambi yataibeba yeye. Wewe ndugu zangu hii ni mtihani mkubwa. Unajua matatizo ambayo ipo baina ya masuala ya mwezi haya, ni Waislamu wengi hawajui masuala ya mwezi. Hawana elimu nacho. Hata mashehe wengine wanataka kuelimishwa mambo ya inadaiwa kwa sababu ya ikhtilafu, mambo tofauti machomozo. Watu wanataka kuelimishwa hasa. Mambo haya watu wengi hawajui. Lakini ili uweze kusalimika ndugu yangu, usije ukana mtano wa Ramadhani kwa sababu hii ndio kaulu rajih. Kaulu rajih na kaulu jamhur ni watu kufuata mwezi mmoja wa dunia kwa sababu mwezi ni ule ule tu, ni ule ule mmoja tu, ili uweze kusalimika na mambo manne, usije ukana, ukala mtano wa Ramadhani. Fuata mwezi mmoja wa dunia. Watu wameshaanza kufunga. Wewe bado unakula. Ukiulizwa unasema haijatangazwa, yeah, yeah. Radio fulani haijatangazwa yeah. Sasa unangojea wapi? Unajua kuna baadhi ya watu ndugu zangu, kwa sababu ya heri wanachelewa chelewa, hata peponi pia wanachelewa kuchelewa. Hii ni jambo la hatari kubwa sana a. Wewe bado unakula mchana na mamaa, na watu wameshaanza kufunga, unahatarisha hapa. Wewe funga na watu na wakwai. Leo ina takwimu inaonyesha ndugu yangu, okay, katika risati iliyofanywa na wanazuoni katika mji wa na... Nairobi la na Mombasa, asilimia ishirini ya Waislamu wanafunga siku ishirini na nane katika nchi yetu ya Kenya. Inakuwaje wanafunga na siku ishirini na nane wewe huwezi kufunga na Mwenyezi Mungu aliposema ayyama maadudat, hizi ni masiku ambayo ina idadi maalum, ni masiku ishirini na tisa ama masiku thalathini Lakini inakuwaje wanafunga siku ishirini na nane inakuwa hivyo na sikizeni kwa makini wale watu ambao wanaofuata mwezi wa kimataifa inapoonekana makokoti duniani, wanapotangaza mwezi, jamani, mwezi imeonekana Australia, imeonekana Malaysia, imeonekana Saudi Arabia, imeonekana Yemen, imeonekana Kuwait, imeonekana Madagaskar, Male, eh, Nigeria. Kesho Ramadhani tarehe moja inaanza, kadhi anaambia watu hapana, kesho sio Ramadhani, kesho bado tunakula sasa kwa kuwa kadhi amechelewesha siku moja ya kula, hapa unamsikia Muislamu anamwambia mwenzake, bwana kadhi ndio kiongozi wetu, na yeye ndio kiongozi, lazima tumfuate, na la hii madhambi ikiwa amekosea ataibeba yeye. Sisi hatuna budi, lazima tumfuate. Sasa ina maana wanaanza na kadhi, wataanza kufunga siku ya pili, Ramadhani itaenda salama e. Mwisho mwisho Ramadhani kama ulivyoona hii juzi. Watu wameanza Jumamosi na kuna watu wamemfuata kadhi wakaanza Jumapili. Mwisho, ya sasa, mwisho wa Ramadhani sasa ndio inakuja kizungumkuti. Wale watu walioanza na mwezi wa dunia wanapotangaza mwezi kwamba kesho ni Idi, mwezi umeonekana katika nchi kadha na kadha, kadhi anaambia watu hapana, kesho sio mwezi ajionekana katika nchi ya Kenya, Tanzania wala Zanzibar, kwa hivyo kesho bado tunafunga. Sasa yule ambaye Ramadhani ilipoanza alisema yeye ni mfuasi wa kadhi na kadhi ndio kiongozi wetu Mwisho wa Ramadhani anamgeuka kadhi. Kadhi gani hiyo? Mwezi unaonekana wazi bwana, hata kutangazia watu bwana. Kwanza huyu atafai kwa kiongozi wetu. Anafaa kuolewa inzizi katukwa nje huko. Sasa unamkuta mtu anaanza na kadhi na anamaliza na watu wanaofuata mwezi wa kimataifa kwa sababu ya kutokuwa na msimamo wa kisawa. Ndio unaona ndugu zangu, hakuna siku ambayo inauma na siku inakuwa ndefu kama siku ambayo watu wanakula hivi, na wewe bado unafunga. Hiyo siku ni ndefu ya ajabu. Siku hiyo na la watu wa wamlani kadi kadi gani bwana? Siku yote ni matatizo hio kadhi gaana mini amugani na bado bao unamfuata. Sasa ili kuweza kusalimika, niliama kuna kaulu rajih na kaulu jamhur wanasoni watatu: Imam Abu Hanifa, Imam Malik na Imam Ahmad bin Hanbal. Walitoa wa uamuzi miaka hizo wakati usafiri ulikuwa ni usafiri wa kuangamia kwa kunda. Hakuna mawasiliano. Walichukuaje uamuzi huu na wanajua wakati wao jambo ili liwezekane. Unajua, unajua ndugu zetu ambao wanafuata mwezi wa nchi yao, hii rai yao kwa miaka za nyuma ilikuwa inaruhusiwa. ingekuwa ili ina hoja juai kwa, kwa sababu mfano Kenya imeona mwezi, Nigeria itajuaje? Amerika itajuaje? hakuna simu hakuna internet, hakuna fax machine, hakuna email, hakuna live kama TV wakati wa nyuma, lakini sasa hivi hii dunia ni kama, kama, kama mpira mmoja hata kadhi anakaa ofisini, anangojea simu, anatumia mitandao. Kwa nini akubali mwezi wa Zanzibar, anakubali mwezi wa Comoro Island kama ilivyokuwa mwaka juzi, mwezi wa Comoro Island, na wanaikataa mwezi wa Sudan, mwezi wa Somalia, mwezi wa Eritrea. na hizi zote ni nchi na mwezi ni ule ule mmoja tu. Sasa ili uweze kusalimika, usije ukala mchana wa amarana, fuata mwezi mmoja tu. usije ukaikosa Lailatul Qadri. Kwa sababu umechelewa kuanza, mahesabu yako kila mara itakuwa inachelewa. Watu wanafika usiku 21 wanaofuata mwezi wa kimataifa wanaambia watu, jamani, leo ndio ile kazi ya kwanza. Usilale. Wale ambao wanafuata mwezi wa nchi yao wanasema hapana, leo ni usiku 20 hapana, 21 haijafika. Hawa wanapokwenda usiku 22 ndio hao wanafuata mwezi wa nchi yao wanaambia watu leo ndio usiku 21. Itafuteni kwa udi na uvumba. Wale wanafuata mwezi wa dunia wanapofika usiku wa 27, wanaambia watu jamani, leo ndio usiku wa 27, msilale. Wanaofuata mwezi wa nchi yao wanasema hapana bwana, leo ni usiku wa 26. Hao wanapokwenda usiku wa 28, hao ndio wanakuja, wanaambia watu leo ndio usiku wa 27, msilale. Sasa katika hao watu wawili, nani ndiye ipate ile kadri? Kama nikiitafuta ile kadri katika yale masiku matano ya ya witri katika masiku 10 ya ya mwezi wa Ramadhani. Nani anayopata? Ili uweze kusalimika, fuata mwezi mmoja wa dunia. Na ili uweze kusalimika vile vile, usije ukaikosa siku ya Arafa. Fuata mwezi mmoja wa dunia. Na Arafa inafanyika katika nchi ya Saudi Arabia. Na ndio unaona kadhi wetu, mashallah Mungu amhifadhi. Labda ameingiza mgutu. Alipochaguliwa mwaka jana akasema, bwana Arafa tutafuata moja tu ya Saudi Arabia. Hakuna Arafa mimi. Lakini mwezi wa Ramadhani ndo tutashirikiana nchi zetu tatu wende ikawa neingiza mkuuz joto jot itakuaj baadaye atatangaza wa sawa. Kwa hivyo hapa Kenya zamani kabla ya huyu unauliza, hey, Arafa Arafa lini? Unaambiwa leo na kuna ani wa Arafa. Ndiyo, unaona, hii ni siku ya kipekee, watu nafutiwa madhambi yao, Mungu anateremka wakati wa mchana. Inamaana hiyo siku yao ya Arafa yao, Mungu aliteremka wakati wa mchana pia, atawawatakutuana mtu wa jahannam, msishikose hiyo siku. Alafu nakuja kuwafundisha watu, watu katika siku ya Idi na kufunga siku ya Idi ni katika madhambi makubwa, ili usije ukaanguka kufunga siku ya Idi duniani. Fata mwezi mmoja wa dunia, na hii ndio kauli rajih. Na ndio kauli ya Mungu. Unajua hii mada ndugu zangu yataka watu waweke darasa sana msikitini. Mashehe hawaongelei, wanangojea mpaka ije mambo ya mgogoro wa mwezi, watu wameona tofauti sana, watu wanaanza kutoa fatwa, ambapo utakana itolewe darasa msikitini, watu waachiwe nafasi ya kuagiza maswali, watu watoe nafasi ya kuchallenge mpaka mtu ajue kumbe njia sawa ni. Wengi wa watu hawajui, awajui hapo. Tunafuata tu kwa kuwa basi, tuliwakuta waziri wetu wanafanya, mwalimu wetu alitufundisha hivyo, sisi ni kundi ya kina fulani lakini ukimuuliza mtu wewe unafuata mwezi wa, wa nchi eh, duniani? Nipe dalili unatoa wapi? Hajui. Huyu anayefuata mwezi wa nchi yake pia unamwambia nipe dalili, hajui. Sasa watu wanafuata kwa kuwa ni mazoea, lakini kiilimu kwa kweli wengi wetu hapa sisi hatujui. Sasa kuna haja hii fani lako ndugu yangu, wakati mwingine tuweke darasa kamili, watu wapewe nafasi ya kuuliza maswali wakachalenji. Hii si kitu leo mtu anazungumza kwenye redio anawaambia watu msimamo mmoja kwamba lazima tufuate mwezo nchi yetu, alafu anapenda nafasi watu wapige simu live. Unapopiga simu jamaa ule ambaye anapresent kipindi anamwambia huyu anapiga simu hatukupeleki hewani moja kwa moja, kwanza nitakusikiza kwa siri nipate kujua msimamo wako ni gani. Ni ile yetu, ama kuna msimamo tofauti? Sasa ndugu yangu, wewe umo katika njia haki. Wah, ya haki waache kila mtu anataka kuleta msimamo wake alete Alafu waeleze kauli rajih ndio hii, mjaambie, umnasibishe mtu wala mkufurishe mtu, hapo mwambie hii ndio msimamo wa sawa na hii ndio njia ya sawa. Hii nyingine ipo pia, lakini haina nguvu, haina nguvu. Na ndio unaona masimulizi ya urai maimamu watatu hawa wanasema, kama Imam Ahmad bin Hanbal aliosema, inawezekana kina Abdullahi bin Abbas walianza kufunga siku ya Jumamosi katika mji wa Madina kwa sababu hawakupata habari watu wa Sham walianza kufunga siku, ilikuwa hakuna mawasiliano. Na wallahi, nawapeni hadithi moja, kuna hadithi nyingi, moja hi. Na unaona haya masuala hayataki mawazo ya mtu, inataka dalili. Usilete mawazo yako hapa, mimi naona hii ni nani nani, wewe wewe wewe. Dini leta aya, leta hadithi. Hii hadithi moja inamaliza hii matatizo ya mwezi yote, ndugu zangu, kwa mtu yeyote ambaye ni mkweli na mola wake na anaitafuta haki. Ziko hadithi nyingi, miongoni mwao ni hii hadithi hata wao ndugu zetu ambao wanafuata mwezi nchi yao wanaikubali. Nakumbuka kwa sisi tukiwa wadogo, wakitutajia sana misikitini hii hadithi. Inasemaje hii hadithi? Na kwanza, imepokelewa na Abu Umayr Anas Sulmani, imo ndani ya Musnad Imamu Ahmad, na wameipokea Imam Abu Daud na Imam Tirmidhi katika sunan zao. hii hadithi inasema nini? Warakaraka, Mtume alikuwa Madina. Sikizeni kwa makini sana, Mtume alikuwa Madina wanaangalia mwezi ya kumalizika Ramadhani, hawakuona mwezi. Mtume akawaambia masahaba, inshallah tutakamilisha thalathini ya Ramadhani na Idi itakuwa kesho kutwa. Basi masahaba wakaamka daku, wakaenda wakala daku, wakaamka salati lfajiri, wakaenda salati ldhouri. Walipofika salati l asri, kuna msafara ya biashara ya masahaba, kwa Kiingereza wanaitwa caravan Wanasafiri kwa ngamia, wametoka mbali ya jabwe, wamekujae wakifika Madina wanampata Mtume, anawaswalisha maswahaba salata la asri katika siku ya mushra. Bas baada ya fada na mmoja wao akamfuata Mtume, kama Anas bin Malik anavuelezea, anasema anna rukaban jau ila rasuli Llahi sallallahu alaihi wasalam, fashahidu anahum raau lhilali bilamsi kuna msafara ya biashara ilikuja kwa mtume, akamwambia Rasulullah. Huyu mmoja akamfuata mtume, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Rasulullah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ule bwana akamwambia mtume ya Rasulullah, tulipokuwa njiani jana katika safari yetu tuliona mwezi. Mtume akamuuliza ulikuwepo na watu wengine, ili kudhibitisha. Na ndio unaona kulingana hadithi hii, wanazuoni wakaeka sheria mwezi wa kumalizika Ramadhani, mwezi wa idi Idul Fitri

Wadini watu wafunge kisho. Lakini mwanzo kumalizika Ramadhani, lazima waweko mashahidi wawili, kwa Kwa nini? sababu mtu mmoja anaenda kazini na Ramadhani Ramadhani Ramadhani atakaja, Ah, Kwa mtu akamwambia ulikuwepo na watu wengine akaambia ndiyo. Waite, wakaitwa mtu baada ya na maji maji ikiwa ndani, baada kuthibitisha asri kainua juu masahaba wa wote waone mtume akanywa, akawaambia masahaba wote wafungue, na swala ya Eid tutaswali kesho, kwa sababu time ya swala Eid imeshapita, naye ni kabla sawali kabla ya saa 6 mchana. Sasa hii hadithi inamaliza ii mgogoro wa mwezi kwa tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, kwa nini mtume watangazie watu mwezi wakati wa, wa, wa lazima? Ni kwa sababu wakati wa mtume ilikuwa hakuna mawasiliano hakuna internet hakuna email hakuna fax machine hakuna live kama tv. La mtu ungekuwa na simu yake, angepigiwa simu 0722 791219 ya rasul Allah, kwa njiani bado, tumeona mwezi kama na angetangazia watu. Lakini kwa sababu hakuna mawasiliano, ndio mtume akawatangazia watu mwezi wakati wa rasul. Alhamdulillah, leo hii dunia ni kama mpira mpira chochote ambacho ntakujua sasa hivi inaendelea duniani, nenda kwenye simu yako, ingia kwenye internet, fungua Jazira BBC CNN, habari zote utazipata, inaendelea sasa hivi duniani.